Kwa majina anaitwa Injinia Judith Odunga, mimi ni rais wa Chama cha Makandarasi Wanawake Tanzania. Kwa kweli, awa awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wanawake makandarasi kupata miradi hii. Huu mradi una kilomita ishirini kwa jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alitupambania sana na kuhakikisha kwamba makandarasi wanawake tunaweza kupata mradi mkubwa wa kujengea uwezo wanawake waweze kuwa wanafanya miradi mikubwa. Alisisitiza na akawaomba uh, Waziri wa wizara ya ujenzi na timu yake kupitia TANROADS waliweza kufanikisha jambo hili. Tunamshukuru sana chifu wa TANROADS ambaye alikuwa nasi bega kwa bega katika kuhakikisha ya kwamba mradi huu unapatikana, na kwa kweli wanawake tumeingia kazini, tuko makandarasi kampuni kumi na mbili ambazo ni miradi minne ya loti loti 1, loti 2 na loti 3 na loti 4. Miradi hii kwa kweli tunaiendelesha vizuri. Sasa hivi tumeshafikia asilimia kumi na sita, na kwa kipindi cha muda wa utekelezaji pia uko katika asilimia kumi na sita ni kazi ambayo sio kazi ngumu tulivyokuwa tukifikiria zamani. kina mama kumbe na sisi tunaweza kuifanya. Kwa sasa tuko kwenye kutengeneza roadbed na tunaweka G3 G7 G15 C1 na hatimaye tutamaliza na kukabidhi. Kwa sasa hivi wengi wetu tuko kwenye G3 na G7. Nashukuru sana kwa mradi huu ambao wananchi wameupokea vizuri na wanafurahia sana kuona kwamba mahali hapa ambapo kuna zao kuu la kahawa wanakuja kupata fursa hii kubwa ya kuuza mazao yao kwa wepesi. Kwa majina, naitwa mhandisi Hilda Mandu Makelema. Ah, ni mhandisi wa kampuni ya Higo Investment Company Limited kama technical director, lakini kwenye JV ya Lot 1 meen makampuni matatu katika loti yetu tunza, tukasema kwamba sababu ya mafanikio ya kazi hii kwanza ni Mwenyezi Mungu, kwa upande wetu amekuwa pamoja nasi katuunganisha na, lakini pia ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na Serikali yake imekuwa upande wetu mkubwa sana, na kutusababisha kutufanikisha kupata advance payment kwa haraka, ambayo hiyo ndio imesababisha tu tufike katika hatua nzuri hata tupaka kipindi hiki, kwa sababu tangia tuanze mradi huu tuna miezi miwili na nusu tangia mradi huu uanze, lakini kwa sababu hii advance ambayo serikali ilitupatia imeweza kutuhakikishi, imeweza kutufanikisha, tumeweza kufanya asilimia kumi na sita ya mradi huu. Mradi huu ni wa mwaka mmoja na tunaendelea nao vizuri. Lakini pia napenda kushukuru timu ya Tandor HQ imekuwa bega bega na sisi kutusaidia na imekuwa ikituma timu yake mara kwa mara kuhakikisha kwamba tuna tunaendelea kutatua matatizo na changamoto tulizonazo ili kuhakikisha kwamba mradi wetu unaendelea vizuri. Lakini hii project manager pia wa mradi Songwe Haram Songwe pamoja na timu yake yote imekuwa upande mmoja na sisi. Endapo tunapata changamoto, anakuja kwa haraka kuitatua, lakini timu yake kwa ujumla imekuwa ikija haina weekend. Weekend inakuja weekend zote, weekdays wanakuja kujaye kuhakikisha kwamba wanahakikisha kwamba tumefanikiwa, tumenda katika speed inayotakiwa. Kwa wanapima kuhakikisha kwamba quality za macho tunayoweka yako sawa, vipimo kamili vinaenda kwa mtu wa material, kisha kwamba material amecontrol material wise, lakini pia kwenye upande wa structure pia anahakisha kinaenda, kila kila kitu kinaenda katika usawa, kwa kila kila timia, kila kila mtu anakuja katika nafasi yake. Kwa vyote hivyo vimesaidia kwamba sisi tuweze ku, kupiga hatua kubwa kwa kipindi cha muda mfupi kwa sababu ya ushirikiano uliopo baina ya sisi wakandarasi kama wakandarasi lakini pia baina ya ya project manager na kusimamia mradi eh, TANROADS HQ pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa majina naitwa Juliana Agustino Melkioli ni engineer katika mradi wa upgrade of Ruanda Idiwili to be to be standard kwa sasa kazi inayoendelea ni ujenzi wa roadbed ambao mpaka sasa tumefikia asilimia tatu. Roadbed kwa maana nyingine ni kitanda kitanda cha chini cha barabara. Uh, kazi ile liokamilika mpaka sasa ni clearing and grubbing ambao tumefikia kwa asilimia moja point tano kwa mpaka sasa mradi kwa sasa tume, kwa, kwa ujumla asilimia mradi tumefikia asilimia tano. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutupa uwezo kwa kuimpawa sisi wanawake na kutuamini katika kufanya katika kufanya huu mradi mkubwa wa barabara ya Ruanda tu Idiwili kwa kwanzia kiwango cha chini lodbed na mpaka kufikia kiwango cha juu cha lami. Tunamshukuru sana. Tunamuomba Mama Samia aendelee kutuamini zaidi kutupa miradi mingine mikubwa zaidi na tutaitekeleza kwa ufasaa mkubwa zaidi. Asante. Kwa jina naitwa Neva Black Mwakalinga. Ni mkandarasi ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Sifloa 2020 Company Limited. Aa, tuko hapa kwenye hii miradi ambayo ni ya pilot, maana yake ni, ni miradi wezeshi ya wanawake tu. Hii miradi ina kilomita ishirini ambayo ni ya wanawake watupu na wanawake wamegawanyika katika makundi manne. Uh, tunaita lot 1, lot 2 na lot 4, na kila loti ina makandarasi watatu watatu. Mimi niko kwenye lot 4. Kwenye hii lot 4 tuna makampuni matatu ambayo ni Judex Company Limited, Siflowa Company Limited, Limited na e, MLS Smart Limited. Tuko hapa, tuna kilomita tano na toka tumeanza hizo kilomita tano, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli tunapambana tukiwa wanawake na wanawake, hatuwezi kujiru haturudi nyuma kwamba kwa, kwa sababu sisi ni wanawake. Kwa hiyo spidi yetu tunaoenda nayo ni spidi ya 4G hatuna utofauti na makandarasi wengine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajivunia kwamba toka tumeanza yapata kama ni miezi miwili sasa, tuna asilimia kumi na sita. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba tuna mradi wa mwaka mzima lakini nategemea kwamba inaweza isifike hata mwaka mzima lakini tunaweza tukawa tumeshamaliza kwa spidi ambayo tunakwenda nayo. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu ambaye ni Mama Dr. Samia kwa kutupambania sisi wanawake. Yaani anafanya kila aina ili wanawake tuweze kupanda juu, kwa sababu zamani uchumi wetu wanawake tulikuwa tuko chini sana, na huu ni mwaka wa kwanza kabisa Rais Samia kuweza kutoa hiyo miradi. Kwa hiyo toka ameingia kwenye urais Rais Samia sasa hivi ni mwaka wa tano, amefanya makubwa sana sana sana. Kila wizara tuseme, kila sekta ameweza kuigusa kila namna kwa kushirikiana na mawaziri husika. Kwa hiyo tu, tunasema asante kwa wizara hii ya ujenzi nayo pia ameweza kuigusa. Katika kugusa kwake ni pamoja na wanawake pia na kuwapa kipaumbele ili waweze kufanya miradi ya pilot. Hii barabara ni ya lami. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunapozungumzia pilot, mpaka kuja kumaliza, tumeshakuwa wazoefu vya kutosha sana. Kwa hiyo tutaendelea kufanya miradi mikubwa mikubwa kwa kumtegemea rais wetu ambaye ataendelea kutupa kipaumbele wanawake pia. Zamani ilikuwa miradi inafanyika na makandarasi kutoka nje ambao ni Wachina na, na watu wengine pia, lakini sasa hivi rais anapambana hii miradi mikubwa chini ya bilioni hamsini iwe inafanyika na wazawa kwa sababu sisi tunaandaliwa katika uwezo mkubwa sana na ndio maana tumeweza kuandaliwa mradi kama huu hapa, ili uweze kufanyika na wazawa. Kwa hiyo tunategemea kwamba tunapomaliza huu mradi, huko tunakoenda, tutafanya hata kila mmoja hata kilomita ishirini ishirini, badala ya kufanya katika ploti za kilomita tano tano. Kwa hiyo tunamshukuru Rais kwa kuweza kutupambania toka akiwa makamu wa rais, yani uh, vitu vikubwa sana ambavyo ametufanyia sisi wazawa na pia hasa wanawake kwa sababu akiwa mwanamke mwenzetu na anaweza kutuzungumzia kwamba wanawake yani, kabla ajawa rais alikutana na changamoto gani ambazo wanawake walikuwa wanazipitia, lakini mpaka amekuja kuwa makamu inamaana ni changamoto ambazo alikushaziona toka awali ambazo anaendelea kuzitatua kila siku ya Mungu, lakini mpaka kufikia miaka mitano ya urais wake amefanya mambo makubwa sana kila sekta, sekta ya madini, sekta ya, ya ustawi wa jamii sekta mpaka kwenye sekta ya ukandarasi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba amefanya makubwa sana kwenye sekta ya ukandarasi mpaka kutupa miradi hiyo ya pilot. Na hatuna, tunategemea hatutaishia hapa kwa sababu tuna muunganiko wa Sadeki ambayo tunategemea kwamba vile vile atatusemea kwenye kwenye nchi nyingine ambazo tuko pamoja, muunganiko wa Sadeki, hiyo miradi tutaweza kuifanya hata mpaka nchi za nje, kwa sababu tayari tumesha kupata uma, uzoefu wa kimataifa. Ndio lengo lake hasa kwamba tusiishie hapa Tanzania tu peke yake, tuendelee na uzoefu wa kimataifa. Kwa hiyo uzoefu wa kimataifa tunaamini kwamba atatupambania na si ajabu mpaka sasa hivi anapokutana na marais wengine wa Sadeki analizungumzia sababu akiwa ni rais ya lazima azungumze ya sasa hivi na yajayo pia. Kwa hiyo tunategemea kwamba analizungumzie hilo ili tufanye miradi ya kimataifa. Kwa hiyo tunasema kwamba, rais, uko pamoja na sisi na sisi tuko pamoja na wewe, hatutakuangusha. Na kila aina ya kila hatua ambayo unapitia, sisi tuko nyuma yako. Kwa hiyo hatutakuangusha kwenye hii miradi tulivyoanza, na hii spidi tunaamini ndio hiyo hiyo spidi tutakayoenda nayo mpaka mwisho, na tunapenda kutoa shukrani kwamba hata tulivomba advance payment tulivyoomba hukusita kutupiga kutupa kipaumbele cha kuweza kupata advance payment kwa wakati unaostahili. Kwa hiyo advance payment tukijumlisha na mitaji ambayo tulikuwepo nayo ndio maana tunaenda na hii speed, kwa sababu ni muda mfupi sana ambao tumefika asilimia kumi na sita. Kwa hiyo tunatoa tunawa, tunawa, tunawashauri na wanawake wenzetu pia waweze kuwa nao kuanzia mainjinia, yani watoto wadogo wachukue hizi masomo ya kiinjinia ili waweze nao kuungana na sisi pamoja, ili hata sisi tunapofikia stage kwamba tuwezi kufanya kazi tena, lakini tumeshatengeneza kizazi kingine nyuma yetu kinachoweza kuendelea na hiyo sekta ya ukandarasi, hasa upande wa wanawake. Kwa hiyo nawashauri mabinti zetu, pambaneni ili mje kuwa makandarasi ambao mtakuja kutupokea baadaye, tukiwa umri umeshakwenda ambao tuwezi kufanya kazi tena.